Katika barabara fupi kwenda Afrika Kusini tu <coughs> akitoka Afrika Kusini anataka kuja Tanzania, hata pita tena Afrika Kusini, aende Zimbabwe, aende Zambia, ndo aingie Tunduma, aende Tanzania. Sasa anatoka tu Afrika Kusini, anapita nchi moja tu ya Msumbiji, anatokea mji wa Miwau na inaweza akapunguza kaio, kupunguza kilometa mia tano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 mpaka huu utafanya pote hapamacagame, kwa hiyo tumepata neema ongea ongea.